Uvuvi moja ya shughuli maarufu kwa wakazi wa maeneo ya mwambao wa bahari mito na maziwa. Hapa ni katika mwalo au diko la samaki Malindi, ambapo wavuvi hukutana baada ya kutoka kuvua samaki kwa ajili ya kuuza samaki na mazao mengine ya bahari, wengi wao wakikiri kuvua kimazoea, hali inayowafanya kuvua samaki kidogo ama siku nyingine kutoka kapa kwa kutokana na, na hali hiyo, maafisa kutoka Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi na Mali Asili za Baharini Zanzibar ZAFIRI na TAFIRI kutoka Tanzania Bara wanafika katika mwalo huu kutoa mafunzo na kuutambulisha mfumo wa potential fishing zone ambao utawasaidia wavuvi katika shughuli zao. Ni mfumo mzuri tu ambao utatusaidia na utatuwezesha kwa namna moja ama nyingine kama wavuvi watapata kuvua samaki kwa urahisi na watavua kwa mahesabu, vilevile wale wauzaji, yaani watapata fursa ya masoko. Nimechukua namba za DPS, na nikifika nitaangusha kweli dinge zangu au nitaogelea mwenyewe, nitaangalia samaki wapo wapo, nitawavua na kweli walivyoonyesha vipengele samaki wapo. Mimi nina imani mfumo huu Hatua unaweza kutufikisha mbali. Wavuvi nao hawako nyuma, pamoja na jamii katika wakati huo, tunabidi kwenda sambamba sasa na mabadiliko ya hali mbalimbali zinazojitokeza kwa kufaidika na hizi uh, sayansi na teknolojia ambayo tunaishi nayo. Dkt. Zakaria Ali Hamisi ni mkurugenzi mkuu ZAFIRI, anaeleza sababu ya serikali kuja na mfumo huo. Tunakuja na, na mifumo ambayo itamfanya mvuvi sasa kuunganika moja kwa moja na mnunuzi ili soko liweze kuwa rahisi zaidi kwa mvuvi, kadhalika kumwepesishia mvuvi kwenda kuvua akijua anakwenda kuvua sehemu gani. Lengo ni kuondokana na uvuvi wa kizamani, uvuvi wa kuwinda, kwamba wanatoka nyumbani kwenda kuvua, hujui anakwenda sehemu gani. Wavuvi tunawaomba wautumie mfumo huu ambao utawasaidia sana, atapata taarifa za hali ya hewa, atapata pia kukutanishwa moja kwa moja na wateja na sio lazima aje katika soko labda la Malindi au soko la Nungwi. Kwa hiyo kwa kupitia mfumo ataweza kupata wateja wote wote wanaotumia huu mfumo Mfumo huo tayari umeshatambulishwa kwa wavuvi na wafanyabiashara wa mazao ya baharini zaidi ya mia tatu nchini, ukitarajiwa kuzinduliwa rasmi Machi 28 jijini Dar es Salaam. Ali Issa, Azam News, Unguja.